Kwa dakika moja Mheshimiwa Rais, kabla sijaomba dua, kwa namna pekee naomba nikushukuru kwa kufika Mbinga. Kwa namna pekee namshukuru sana mwakilishi wako katika wilaya Mbinga na viongozi wako wote ambao katika wilaya hii. Ni wacha Mungu na nilipokea barua yao nikaiheshimu, na ikabidi ni delegati ya authority kwa wachungaji wengine ili niwepo hapa. kwa namshukuru Mungu sana, leo niko kwenye kanisa kubwa sana kuliko makanisa yote hapa Mbinga. Asante sana na, na leo nimepata na leo nimepata mshirika namba moja wa Tanzania. Kwa hiyo nashukuru sana mheshimiwa rais, baada ya kusema hayo machache, kabla sijaomba dua, kama kuna wakati ambao tunamhitaji Mungu kuliko wakati mwingine katika nchi yetu ni sasa. Kila mmoja anajua, awe amesoma, hajasoma, awe ni kiongozi, sio kiongozi, yanayoendelea katika mitandao tunayaona mtu pekee wa kulisaidia taifa la Tanzania sasa hivi ni Mungu aliye hai, na naomba nikuambie Mheshimiwa Rais, yanayosemwa katika mitandao, yanayotabiriwa katika mitandao, yawe ya ni ya kweli sio ya kweli, tumwachie Mungu kazi yake. Mheshimiwa Rais, najua we ni mcha Mungu na wasaidizi wako wote ni wacha Mungu. Kwa hiyo tunachoangalia sasa hivi yanayotabiriwa mtandaoni, tunamhitaji Mungu aliye hai. Mungu hashtuki wala Mungu hashangai. Mungu huwa hashangai kwa chochote kinachotokea. Mungu sio kwamba anashtukizwa kwa anayotokea kabla hayajatokea. Mungu alijua atakayekuwa rais ni nani na Mungu anajua rais anayekuja Tanzania ni nani. Nimalize kwa kusema jambo moja, yanayoendelea mitandaoni yanamhitaji Mungu peke yake na umefika wakati wa Tanzania tuombe na kufunga kuliko wakati mwingine wowote. Tumekuwa tukimhitaji Mungu na sasa tunamhitaji Mungu sana. Baada ya kusema hayo, naomba tafadhali, inamisha kichwa chako kumheshimu Mungu nimwite Mungu aliye hai kwa ajili ya taifa. Mungu wa Isaka na Yakobo, wewe ambaye kwako hakuna mdogo wala mkubwa, taifa la Tanzania sasa hivi mataifa mbalimbali mbali, dunia nzima yanaongea kwa habari ya Tanzania, kisiwa cha amani. Bwana wa mbingu na nchi, Bwana Yesu unayetawala na kumiliki, iangalie Tanzania. Nasimama kwa niaba ya Wakristo wa, wa mkoa wa Ruvuma, nasimama kwa niaba ya Wakristo wa wilaya ya Mbinga. E Mungu, lililo la kwako likasimame na lililo la adui lisisimame, na amani ikatawale Tanzania, na sio mwagaji wa damu, kwa sababu damu iliyomwagika msalabani inatosha.